Unajua, unaweza kutumia simu yako kwa mkono mmoja yani, features nzima kio kizima cha simu kikakaa kwenye sehemu ndogo sana ambayo utachagua wewe, iwe kama ni hapa hapa au huko juu, kwa hiyo inakuwa ina kio kidogo sana, very simple. Hiyo ni kwa ajili ya watu ambao tunafanya multitask, unafanya kazi nyingi kwa wakati mmoja, so inatakiwa simu yako ishike kwa mkono mmoja. So hiyo feature itaweza kukusaidia. Kwa Kiingereza kizuri inaitwa one handed system, so this is how to set. Nakumbuka tu hii inatumika kwenye Android peke yake. Namna ya ku settings ni hivi, just follow me, let's do this so guys, ni rahisi sana. Utaingia kwenye setting advanced features, utatafuta sehemu imeandikwa advanced features. Moja kwa moja, kuna sehemu imeandikwa one handed mode, utaiturn on. Kwa hiyo kiiturn on ili ku allow hii one handed mode, utagandamiza hichi button cha katikati, utakishusha chini. Moja kwa moja unaona tayari imeshakuja kwenye one handed. So mwisho wa siku unaweza kaamua iwe upande huku, au utaipandisha ikae kwa hapa juu, au ukitaka ikae kwa upande wa huku juu. So is all about that. Kwa hiyo ukitaka ku exit hii one handed mode tena unagandamiza hapa, unapashusha chini, inakuwa tayari umemaliza. Yeah, so for 100 tips like this inatakiwa to follow ili uendelee kupata tech news za kutosha kabisa. We here.